Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu niweze kuwapasha yale ambayo yametendeka. Niombi langu kwamba musubscribe kwa hichi kituo cha Eagle Ezra Media, kipindi ambapo tunaachia habari unazipata kwa haraka, mtazamaji wangu. Kulingana na habari zangu za siri kutoka Tanzania zinanieleza kwamba Samia Suluhu ameandaa maandamano yake, na maandamano haya ambayo ameweza kuyaandaa yatafanyika sambamba na ile siku ambayo vijana wa Tanzania watakuja kuandamana kutaka Samia Suluhu aweze kujiondoa mamlakani tarehe 9 Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kumbuka kwamba vijana wa Tanzania na Watanzania kwa ujumla wanataka Samia aweze kuondoka madarakani kwa kile ambacho wanasema kwamba hakushinda uchaguzi na vile vile aliweza kuwaua Watanzania wengi, halaiki ya Watanzania. Samia ameenda kupiga hesabu, amegundua kwamba maandamano haya ambayo yatakuja ya tarehe tisa Disemba mwaka 2025 yatakuwa makali. Kwa hivyo amejaribu kuwaambia maafisa wa polisi wawatishie vijana Ameshindwa, kwani vijana na watanzania hawapokei vitisho, hawapokei vitisho kabisa. Sasa ameamua kukuja na mbinu tofauti, aandae maandamano yata, ambayo yatakuja kuvuruga yale maandamano ya Watanzania mahala ambapo maandamano haya ambayo Samia ameyapanga amelipa vijana kutoka kwa chama cha CCM, chama cha Mapinduzi, ili kuja kuandamana wakiinua mabango juu, na yale ambayo atayasema Samia, atasema kwamba ndiyo atayafanyia kazi. Wacha nikuulize, mpenzi mtazamaji, Samia anatoa wapi wakati wa kuandaa maandamano kipindi ambapo ameweza kuwaua Watanzania wengi? anyway jinsi ambavyo unaona hapo. Aa, sources zangu kutoka Tanzania zikaniambia hivi, kuna taarifa kwamba siku ya tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano kutakuwa na maandamano ya Chama cha Mapinduzi kupitia kwa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi, yatarushwa live na Tanzania Intelligence and Security Science na yatalindwa na polisi. Kwa hivyo, mpenzi mtazamaji, umesikia Samia ameamua kurecruit kutafuta vijana wadogo kupitia kwa chama chake cha CCM wakuje kuandamana. Na maandamano hayo mpenzi mtazamaji, ninaelezwa kwamba yatakuja kuwekwa kwa televisheni ya Tanzania. TBC itakuja kupeperusha maandamano hayo ya vijana wa chama cha CCM, alafu watalindwa na maafisa wa jeshi la polisi Tanzania, ndiposa wasipigwe, kwa sababu kitu ambacho Watanzania wazalendo wanachukia ni usaliti. Kwa hivyo nimeweza kuambiwa kwamba watalindwa, ndiposa wasiumizwe. Watakuwa na demand zifuatazo watakuwa na mabango ambayo yatakuwa na mahitaji ambayo wanataka Samia aweze kuyatekeleza. Number one, watasema Tundu Lisu aachiliwe huru. Kumbuka kwamba United Nations ilitaka Samia aweze kumwachilia Tundu Lisu. But Tundu Lisu amekataa kutoka kwa jela. Amesema kwamba yeye ndiye atakuwa mtu wa mwisho kutoka kwa jela. Baada ya wakamatwa wote waliokamatwa kwa sababu ya kisiasa kuachiliwa wote, yeye atakuwa wa mwisho. Kama hao hawajaweza kuachiliwa, hataweza kuondoka korokoroni. Kwa hivyo akasema kwamba hawa vijana ambao wataandamana watasema kwamba Tundu Lisu aachiliwe huru, na Samia atatangaza kwamba atamuachilia Tundu Lisu huru. Alafu namba mbili, vijana hawa wataandika kwenye mabango yao eti maridhiano ni muhimu. Wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, si huu ni ujinga? Huu ni ujinga na ujinga wa mwisho. Eti hawa vijana wakuje kuandamana wakisema kwamba maridhiano ni ya muhimu kipindi ambapo Samia na utawala wake wameweza kuua watu zaidi ya alfu kumi Tanzania. Hawa vijana ambao wataenda kuinua mabango eti watainua mabango hivi waseme kwamba maridhiano ni muhimu, eti wacha tuingie kwenye meza ya maridhiano. Wao wako na akili kweli? Wao hawaoni kanda ambazo zinatembea? Ndugu zetu wameuawa, wako kwenye mochari, wanakuja kutuambia mazungumzo ya maridhiano ni muhimu. Kwani wao hawakujua kwamba Samia aliweza kuiba kura, hakuchaguliwa wanatuambia kwamba maridhiano ni muhimu. Alafu namba tatu, bango ya kumsifia Samia, hali ya kushinikiza vitu fulani fulani. Kwa hivyo umesikia wakiniambia kwamba bango la tatu ambalo watabeba vijana hawa watakuwa na mabango ya kumsifia Samia, eti kwamba ameweza kuleta amani Tanzania. Samia ameweza kufanya kazi, Samia apewe wakati a, aendeleze maendeleo Tanzania. Alafu akaendelea kuniambia kwamba Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi wanaandikisha waandamanaji Tanzania Intelligence and Security Science iko bisi kutengeneza mabango yote yatatoka TIS. Kisha Samia atatoka na kusema amesikia na atatekeleza. Huo ndio ushauri wa watu wa mfumo, wamekubaliana na chama cha CCM. Unasikia, hawa vijana wataandamana, baada ya kuandamana waseme kwamba Tundu Lissu achiliwe, maridhiano ni muhimu, alafu wakuwe na mabango ya kumsifia Samia. Samia atajitokeza kutoka Ikulu aseme kwamba sasa anaomba maandamano yasitishwe, ameyasikia malalamishi ya vijana. Lakini unapaswa kujua kwamba haya sio malalamiko ya vijana ambao wanataka kuandaa maandamano tarehe tisa. Haya ni maandamano ya serikali. Wanataka kusabotage, kwa lugha ya kimombo wanaita sabotage, wanataka kusabotage maandamano ya Watanzania, yaani wanataka kuharibu maandamano ya Watanzania. Kumbuka kwamba maandamano ya Watanzania wanataka Samia aweze kujiuzulu. Wanataka kamanda wa jeshi la polisi waweze kujiuzulu, kamanda wa jeshi la ulinzi wa wananchi Tanzania aweze kujiondoa mamlakani kwa kushindwa kutekeleza kazi yake inavyopaswa. Wacha ni kwambie mpenzi mtazamaji, kutokana na unyama ambao Samia aliweza kutenda Tanzania anapaswa kuondolewa mamlakani. Ninajua ameweza kuogopa na ndio maana sijui ni Ruto ameweza kumshauri haya, aweze kuandaa maandamano ya serikali, kwa sababu nchini Kenya kuna kipindi ambacho Ruto alifanya hivyo, alinunua vijana wakaandamana, wakisema kwamba Ruto apewe wakati afanye kazi. Nina imani kwamba Ruto ndiye ameweza kumshauri Samia kwamba na yeye aweze kuandaa maandamano ya serikali, analipa vijana kuweza kuandamana wakilindwa na maafisa wa polisi wakisema kwamba Samia pewe wakati Lissu achiliwe na maridhiano ni muhimu. Wacha nikuambie, huu ni kuambie upuzi. Na vijana wa Tanzania, mkipata wajinga kama hawa ambao wameweza kulipwa wakiandamana, twanga hao, wapige hata kukufa wakufe, waumize, kwa sababu huo ni usaliti. Ndugu zetu waliuawa. Sio eti kwamba waliweza kuuawa ili tuweze kufanya maridhiano na serikali ya Tanzania. Hapana, wale ambao wataonekana wakiandamana eti kwamba Samia pewe, wakati afanye kazi, mkiwapata wagonge mpaka wakufe. Tupatane kwa kanda ijayo, hatutaki usaliti.